Uh, habari ya uh, jioni mawakili uh, leo ni siku ya Jumamosi uh, tarehe 6 uh, mwezi wa 12 mwaka elfu mbili na ishirini na tano. Mimi ni wakili Pilinga Panya uh, kiongozi au zonolida wa kanda ya Mzizima Tanganyika Law Society na niko na wakili kaka yetu uh, Nyaronyo Mwita Kichere e, ambaye jana tulisikia taarifa ya kuwa yuko hatarini kwa kuwa imeonekana kuna gari linazunguka maeneo ya nyumbani kwake likihatarisha usalama wake uh, nilipata taarifa hiyo na mimi uh, kutoka makao makuu ya chama chetu Tanganyika Law Society na baada ya kupewa taarifa zake, na nikawa pata namba yake ya simu nikajaribu kumtafuta, sikumpata, lakini nikamtumia message, leo tuonane. Alivyopata mawasiliano alinitafuta, leo tumekutana, tukazungumza, na baadaye tukafanya jitihada za kwenda uh, polisi kanda maalum ya Dar es Salaam, na tuliweza kukutana na Afande Mulilu. Uh, ametusikiliza akafanya mahojiano na, na wakili uh, ya Mwita Kichere uh, baada ya hapo akafatilia na kutuhakikishia kwamba hapa hakuna taarifa yoyote ya kutafutwa au kukamatwa uh, wakili uh, nyeronyo Mwita Kichere na kwamba Uh, hakuna uh, taarifa yoyote ya kosa ambalo amelifanya wakili Kicheere. Kwa hiyo hata kama kulikuwa kuna gari ambayo ilikuwa inazunguka maeneo ya nyumbani kwake ilikuwa ni gari ilikuwa ikifanya uh, operation ya kawaida uh, ambayo uh, haimtafuti wakili Kicheere na kwa kuwa tumejihakikishia hapo, tumeripoti kituoni na tulitaka kutoa taarifa rasmi. Uh, akaambiwa haina haja ya kufungua taarifa kwa sababu uh, hakuna taarifa zozote kutafutwa, na kama ikitokea taarifa yoyote ya wasiwasi au mashaka au kama ataona atapata hisia yoyote ile, basi amepewa namba za simu ambazo anaweza akatoa taarifa moja kwa moja. Na jeshi la polisi limetuhakikishia kwamba liko bega kwa bega kuhakikisha usalama wa raia na wa mawakili uh, na sisi uh, tendelee kutoa taarifa, kutoa ushirikiano tunapohisi au tunapoona jambo lote linatutatiza au linakwenda kinyume au linatupa hofu. Uh, kwa hiyo mawakili, uh, natuma hii clip kuwaondoa mashaka, kuwaondoa wasiwasi kwamba ile ile taarifa ya taharuki tuliyoipata ya kuhusu kaka yetu is now over, na tumetoka hapo kanda maalum Central Police Dar es Salaam sasa hivi ikiwa ni saa kumi na moja na dakika hamsini na eh. Kwa hiyo ni taarifa ya sasa, na wakili kaka yetu yuko salama na amehakikishiwa kwamba aendelee na maisha yake, wala hakuna tatizo wala hofu yoyote ni watakie jioni njema na wikendi njema. Labda kaka, uh, kama unachakusema ni moja tu. Mimi niseme kwamba nimefurahia namna Bwana Muliro alivyolifanyia kazi hili jambo, ndani ya nusu saa ameweza kuwasiliana na wapolisi wahusika wote, na ikabidi hata wengine waje pale na wakathibitisha kwa ni kweli walikuwepo pale, lakini walikuwa hawamtafuti Nyaronyo, walikuwa wanamtafuta mtu mwingine. Basi walikuwa wanafanya kazi zao kawaida tu. Kwa hiyo mimi niko salama, nashukuru sana mawakili kwa kwa concern zenu. Asante, asante sana, nakushukuru kaka. Asante.